wenu, hampo hapa, kwa maarifa yenu hampo hapa, hamjafika hapa kwa pesa zenu, bali ni kwa nguvu za Chama cha Mapinduzi na wananchi hawa, mnaowaona walitembea mchana kutwa, waliinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi na waliwasemea nini, ambao mlikuwa wateule wa Chama cha Mapinduzi. Kamwe msije kuwadharau, waheshimuni. Sikilizeni kero na changamoto, mzitatue kwa wakati. Zilizo juu ya uwezo wenu mzibebe na kuzifikisha mahali husika na kuzipatia ufunguzi mapema kwa wananchi hawa ambao wamekiamini chama cha mapinduzi kwa kata zote ishirini na jimbo letu moja la Sikonge CCM.